Maafisa wa usalama jiji la Los Angeles Marekani wamekabiliana vikali na waandamanaji waliokuwa wakipinga msimamo mkali kabisa wa utawala wa Trump kuhusu uhamiaji. Waandamanaji hao wamefunga barabara kuu ya mia moja na moja na kurusha fataki na mabomu yaliyoweza kutengenezwa kienyeji ambayo yanafumika kwa jina la Molotov cocktail, kuweza kusababisha uharibifu kwa magari kadhaa ya polisi. Takriban wanajeshi 300 na vikosi vya Taifa, National Guard, waliweza kwa Los Angeles kulinda majengo ya serikali ya shirikisho wakati wa makabiliano hayo yakiwa yanaendelea huku Trump akiwaita waandamanaji hao waasi waliolipwa. Mkurugenzi wa FBI Kash Patel aliahidi kurejesha utulivu wa sheria jiji la pili kwa ukubwa Marekani, ambapo aliweza kusema kwamba limezingirwa na wahalifu waliotembea mitaani kwa fujo jiji la Los Angeles. Watu wasiopungua 27 walikamatwa wakati wa mapambano ya vurugu pia wali katika jiji la San Francisco kaskazini mwa California ambapo polisi waliweza kusema wamekamata watu takribani watu 60. Hii imekuwa ni mara ya kwanza kwa rais kuwaita wanajeshi wa National Guard bila ombi au idhini ya jimbo husika kwa miongo kadhaa, huku wanajeshi wa majini wapatao 500 wakiwa tayari kuweza kupelekwa.